Kiongozi hapo yupo ndani ya studio ya Radio. Hebu atufafanulie, acha wao kuwasaidia hao hao watu, maana hao watu ni kimbilio sana na wananyanyaswa, yaani baadhi ya, baadhi ya makampuni wanawalipa, lakini baadhi wao hawalipi nawapei mkataba mkataba, huye mkataba ndonamima, mtu wakiakia kama huyo, kiongozi anawasaidiaje kupata haki zao? hilo swali lake la msingi ni kwamba aa, kwanza kabisa kupewa tu kwamba nimekupenda we kama huwe dereva wangu, mm -hmm. mm -hmm. ujoendeshe gari langu langu bado haija kufanya wewe ukawa machuaji ukawa dereva professional. mm -hmm. Cha kwanza nenda shule, sawa mm -hmm. kasomee hicho kwenda kukiendesha upate leseni yako inayo kuruhusu kuendesha. Baada ya hapo, urafiki tunaweka pembeni mm -hmm. unakuwa kwenye mkotaba, mkataba wa kazi mm. sawa akupe gari lakini, mkataba ufanye nini? Usaini, lakini pia kikubwa kujisajili kwenye mm. mfumo, mfumo. wa mm. chama cha madereva mm. sawa sawa, yeah. swali so, la pili la ndugu yangu hapa la kuhusiana na, na mikataba tunawasaidiaje? ah mm. Uh, tunapambana. Hii kazi sio ndogo, kazi ya kudai maslahi ya watu mm. sio kazi ndogo na haijawa rahisi mpaka tunafika hapa unaenda kuwatemesha ugali wao, wengine leo hawatuna, hawana maisha, wengine leo hawana kazi. Sawa, sio kazi ndogo, sio kazi ndogo. Swala so, la mkataba linahitaji akili kubwa, akili kubwa, ndio hii tunayotumia sasa. Sawa, kukaa karibu na serikali, kuiambia, kuishauri serikali kwamba kuto kutoa mkataba mwajiri huyu, kuna faida pia kwa serikali zinakosekana Sawa, faida ya kwanza kule kuchangia hifadhi ya jamii kule hakuna, sawa. Lakini dereva halipwi kwa mfumo wa benki, kwa sababu kilipo kwa mfumo wa benki, serikali itakata nini? Kodi mapato yake. Lakini pia tunasababisha tunapoteza nguvu kazi ya taifa hili, kwa sababu dereva anapata ajali, hakuna anachofidiwa baada ya ya ya tatizo lililotokea. Kwa hiyo sisi nini tunachofanya sasa tumeshafikia hatua hii ambayo leo tumekwenda sasa, kisha kwamba mikataba inapatikana. Mm, baadhi ya makampuni yametoa mikataba na baadhi ya wengine tunaendelea kuzungumza nao. Sasa kikubwa tunachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba tunaweka meza moja mazungumzo wote, mm, kwa pamoja, mkoa kwa mkoa.